Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kwa kata hii niwahakikishie wananchi wa kata ya Busare, niwahakikishie wananchi wa kijiji cha Busoka, hali ya usalama wa kijiji chetu, hali ya usalama ya kata yetu umeimarika, huko shwari, kuanzia tulipotoka leo na kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa maana hiyo kila Mtanzania aliye na vigezo vya kupiga kura asisite wala asitishwe na kitu chochote. Ni haki yake kupiga kura. Siku nenda, piga kura kwa amani, rudi nyumbani, tulia. Hakuna mtu yoyote, kitu chochote chatakachokupata ukiwa unatoka nyumbani na kurudi, kwa sababu Ulinzi umeimarishwa vya kutosha. Sisi kata ya Busare na Watanzania tumezoea kutunza amani na tutalinda amani muda wote. Kwa hiyo asikutishe mtu, kutakuwa na nini? Hapana, hali ya ulinzi na usalama wa kata yetu umeimarika na utaimarika muda wote. Nashukuru wanatu kwa kumsikiliza. Tumesema Oktoba. Bango letu linajieleza pale baada ya Mama Samia kutufanyia mambo makubwa. Kwa hiyo sisi tuna deni, tuna deni tu na Mama Samia sio Mama Samia kwamba ana deni na sisi. Sisi sisi tuna deni na, na Mama Samia na Mama Samia kazi tulio nayo ni moja tu, Oktoba tuna deni moja tu na CCM. CCM tarehe 29 Oktoba bango limejieleza juu ya miradi aliyoifanya, hakuna haja. Tunachokijua ni kwamba Wanabusare ameleta zaidi atiri, enisaba, ambazo, miradi, kaza, ya bilioni saba ambazo ametekeleza miradi kadha wa kadha ya miaka mitano CCM oye. Narudia tena siku hiyo iliyobaki, tarehe ishirini na nane ndiyo siku ambayo imebaba matokeo maono yetu Wanabusare kwamba tarehe ishirini na tisa tukikosea maana yake tumekosea matokeo na maono ya miaka mitano ijayo. Wana Busare, hakuna kosa kubwa ambalo tutakuwa tumelifanya na tumejihukumu mwenyewe wenyewe na tumejitesa wenyewe ndani ya miaka mitano, kama hatutajitokeza kwenda kutiki tarehe ishirini na tisa Busare oye, y Busoka oye. Ndugu zangu wanabusoka, leo naomba nisiwo na maneno mengi, naomba nini kinachotakiwa kifanyike. Unajua, mwimbaji hapa ameongea habari za kituo cha afya, mnaweza mkachukulia kama ni maneno tu ambayo alikuwa anapambiza kwa ajili ya kuipambiza kui, kui kata ya Busare. Naomba tuiseme ilani, ilani ya Chama cha Mapinduzi nini itafanya ndani ya miaka mitano. Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya nini kwa wana Busare? Dr. Suluhu Hassan ana mpango gani na wana Busare? Dr. Suluhu Hassan anataka kudia nini wana Busare? hii anasubiri kura yako tu kura yako ikafungue mlango wa maendeleo yaye Busare kwamba tutaenda kujenga wodi ya mama na mtoto katika zahanati ya Busare. Busare oye Busare oye yeah. Lakini pia irani hii imezungumza habari za ujenzi wa kituo cha afya, ujenzi wa kituo cha afya ndani ya kata ya Busare. Hiyo hawajataja eneo ni wapi ndani ya kata ya Busare, Mheshimiwa Raisi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi anakuja kujenga kituo cha afya Busare. Pigeni makofi! Asante, asante, asante. Hayo hayatoshi kwa Daktari Suluhu Hasani, hayo makofi bado hayatoshi kwa Daktari Suluhu Hasani, ndugu zangu wa Busare, na mambo mengi kadha wa kadha ambayo atakuja kujenga, tumetoa tu kama sample. Lakini tunajua kwenye kijiji cha Busoka sisi tunalo letu jambo. Hebu usemeni, tuna jambo letu Uso, jamboletu. Tuna jambo letu, tuna jambo letu. Wanabusoka kwa pamoja tumekubaliana kwamba tunaenda kuanza ujenzi wa nyumba ya mtumishi ambayo, sasa tukianza sisi, ndipo tunaiambia serikali kwamba tumefikia hatua moja, basi tunaomba tu support. Na mimi nataka niwaahidi wana busoka kwamba tunaendelea kuwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuinawirisha busare yetu, tunaendelea kuinawirisha busoka yetu busoka walikuwepo alizungumzia habari za mradi mkubwa, alipotaja miradi minne. Ndani ya miradi minne, Busare tunayo mradi unaogharimu zaidi ya bilioni saba. Mpigieni makofi Dkt Samia Suluhu Hassan, pigieni makofi mengi sana kwamba ndani ya hiyo miradi minne, Busare nasi tuna mradi mmoja wa maji mkubwa ambao tunatarajia kuupata, una ujazo wa lita za ujazo wa tenki laki tano. Pigieni makofi CCM, pigieni makofi CCM. Rai yangu kwenu, wanabusoka rai yangu kwenu wana busare lakini rai yangu kwa watanzania wote ni wajibu wetu sisi kujitokeza kwa wingi kwenda kutiki tarehe ishirini na tisa hiyo ndiyo funguo ambayo italeta hii miradi tunayoisema hapa hiyo ndiyo gia ambayo itairuhusu gari ya maendeleo ianze kutembea lakini kama tutasema hatutatiki maana yake nini maana yake leo asira yako wewe mimi sijajua tuko umekorofishana na nani. Mimi sijajua hasira yako imebebwa na kitu gani. Mimi sijajua ni nani aliyekukwaza. Mimi sijajua ni diwani nimekukwaza, mimi sijui. Yawezekana ni mimi diwani nimekukwaza, naomba unisamehe. Yawezekana, yawezekana ni mbunge amekukwaza, naomba umsamehe. Lakini nataka nikuambie, Chama cha Mapinduzi ndicho chama pekee ambacho kimebeba matumaini ya Watanzania, ambacho kimebeba matumaini ya wanakyela, ambacho kimebeba matumaini ya wanabusare, ambacho kimebeba matumaini ya wanabusoka. Endapo hatutawajibika kwenda kutiki, ambapo hatu hatutawajibika kwenda kujitokeza na kwenda kutiki, maana yake utaumiza vizazi na vizazi. Hautamuumiza mtu mmoja, utaumiza vizazi vizazi, utaumiza wamama, utaumiza wababa, utaumiza vijukuu na vijukuu, hata ambao hawajazaliwa bado, kupitia tiki yako ambayo utaikataa kesho kutwa, maana yake itaenda kuleta madhara makubwa kwa Watanzania, itaenda kuleta madhara makubwa kwa wanakyela, itaenda kuleta madhara makubwa kwa wanabusare, itaenda kuleta madhara makubwa kwa wanabusoga kwa ujumla na ba wana Busoka, jitokezeni kwa wingi. Siku ya tarehe 29 Mama Samia anasubiria tiki yako tu, anasubiria tiki yako ili aanze kuleta miradi Busare, anasubiria tiki yako ili aende kuibadilisha Busare, anasubiria tiki yako ili aende kuleta umeme Busare, anasubiria tiki yako ili aende kujenga vituo vya afya Busare, anasubiria tiki yako. Tunaomba tiki yako, ni kitu chenye thamani. Wewe unaweza ukakidharau, unaweza ukasema kwani na kazi gani, kwani hii tiki inanunuliwa, kwani na shida gani hata nisipoenda kutiki, lakini kumbuka utaangamiza vizazi na vizazi. Sisi si, eh. Sisi hebu hebu eh. Wewe wewe inawezekana yeah. makosa ninayo mimi, hebu naomba mnisamehe. Nawezekana mbunge wetu Mwalongo ana makosa, hebu msamehe. Nawezekana Daktari Samia kuna mahali hajafanya vizuri, ulitaka afanye yeah. hajafanya, hebu niombe radi kwa niaba yake. Nawezekana Chama cha Mapinduzi hakijafanya bila mlivyokuwa mnataka, lakini sasa hivi chama cha kimejikagua kimeona, ni vyema turudi kwa wananchi tukawatumikia wa Tanzania, tukawatumikia wana wanabusare, tukawatumikia wanabusoka, tukawatumikia wanakiera, wanakiera ye, wanabusare ye, wana Busoka ye. Dr. Samia anasubiri kura yako tu Mtanzania. Dr. Samia anasubiri kura yako tu mwanabusare. Dr. Samia anasubiri kura yako tu wanabusoka ili alete mambo makubwa. Nataka niwaambie yajayo yanafurahisha na Dokta Samia Suluhu Hassan, yajayo yanafurahisha na sisi CCM, Chama cha Mapinduzi, hakuna mahali pengine popote. Lakini niwaombe, kuwaomba kwamba kiamini ni Chama cha Mapinduzi, kitawafanyieni mambo makubwa wana muungano kwa, na kwa upendo mnaoendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi. Lakini niwashukuru kwa kumwamini Dokta Samia Suluhu Hassan, lakini niwashukuru kwa kumwamini katangu alindoka Mwamengu lakini ni washukuru wa kumwamini Adamu Kabeta. Nataka niwambie kila mwanadamu, kila mwanadamu ana mapungufu, lakini kwenye hili, kwenye hili lazima tukatigie kutoa siemu ye. Nasema maneno haya, yawezekana wapo wengine hapa usoka, pengine tuliwakwaza kwa namna yoyote ile, hebu tujifunze kupitia wa vijana Nasema hivi, narudia tena, naomba wanabusoka kama kuna mahali ni wadhinieni vibaya, awe ni mimi, awe ni Wamengo, awe ni daktari Samia Suluhu Hassani, kiwa ni Chama cha Mapinduzi, kwa niaba yao wote naomba radhi, mtusamehe sana, ila tarehe 29 twendeni tukatiki. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.